Nachukulia kwamba ni siku ambayo inatoa fursa ya watu kufahamu, kupata uelewa zaidi wa kufahamu namna gani sisi watu wenye ualbino tuna mahitaji gani, tuna changamoto gani, lakini tuna uwezo kwa kiasi gani, vile vile kwa sababu uh, leo ni siku ambayo unaweza watu wakapata uelewa kujua kwamba sisi ni binadamu wa kawaida tunachokosa ni hiki na hiki, changamoto ambazo tunazopitia ni hizi, lakini sisi ni binadamu kama wengine, na tuna matumi, yani tuna, tunaweza kuwa na mambo mazuri mengi zaidi hata wengine zaidi ya wengine mm-hmm. Nashukuru ni siku ambayo ni siku yetu ya watu kutujua vizuri zaidi, ndio yes. Na uh, umezungumzia hapo kwamba watu kuelewa na kujua kuhusu mahitaji yenu. Umoja wa Mataifa uh, kwa mwaka huu wanalenga uh, katika masuala ya upatikanaji wa uh, uh, uh, tiba za ngozi kama mafuta na kadhalika, hmm. Kwa Tanzania ambako wewe ndiko unakotoka na kutoka katika jamii ya watu ambao wana ualbino, mmepiga hatua kiasi gani katika hilo? Yaani uh, mimi sasa nizungumze, kama, kama mwakilishi au mbunge wa watu wenye ulemavu, naomba nimshukuru serikali yangu ya awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli amechukua hatua kubwa sana. 2024 2023 2024 alipitisha Uh, ilikuwa ni kiasi kidogo lakini kikubwa milioni sitini kwa ajili ya kununua mafuta ya watu wenye albino na mwaka unaofuatia milioni sitini na mbili ambayo ni bajeti ya elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tatu ishirini na nne mwanzo ilikuwa ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na tatu ishirini na nne ikatengeneza ilu, bajeti nyingine kwa ajili ya kununua mafuta, lakini sasa hivi ni kuambie Arnold, uh, Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa sana ameweza kuruhusu au kupitisha sasa wale wakurugenzi wote au halmashauri zote ambazo ziko ndani ya Tanzania waweze kutenga bajeti maalum kwa ajili ya ununuzi wa mafuta haya ili mtu yoyote mwenye changamoto wenye ualbino aweze kupata hayo mafuta katika maeneo yake husika. Kwa hiyo maana sasa hivi mtu ambaye anaishi Mwanza Nyamagana pale ataenda kwenye halmashauri ya Nyamagana pale ataweza kupata mafuta. Kwa wale ambao wenye ambao unaona kabisa hawana uwezo wa kununua hayo mafuta wanapata haya mafuta bure kabisa. Ni namna gani ambavyo hatua kubwa ambayo kama nchi imeweza kufanya. Kwa hiyo I'm so proud kusema kwamba najivunia nchi yangu namjivunia rais wangu kwa hatua hizi ambazo ame, amefanya. Lakini si hayo tu, kuna zile mashine ambazo zina, zinaweza kufahamu kugundua kansa ziko pale Ocean Road zimenunuliwa, lakini si hayo pia, kwa sababu kuna zile mashine ambazo ukianza kuona tu kuna, kuna dalili ya kupata saratani ya ngozi unaweza kupuliza ile dawa na, kuwa, na kuondoa ile, yale, ma, zile dalili za, za, za, za kansa ya ngozi. Tayari tunazo hizo mashine katika baadhi ya mikoa na sasa hivi tunavyoenda unaweza tukamaliza mikoa yote tukapata hizo mashine ili watu wasipate shida ya kuzunguka kwenda maeneo ya mbali kupata hiyo huduma. Kwa hiyo, hmm, unaweza kuona namna gani serikali ya awamu ya sita imefanya jambo zuri, hmm. Umezungumzia hapo kwenye budget kwamba ziko zinatengwa milioni 60, hii ni fedha ya Tanzania milioni 60 kama dola 2025? Yeah, yeah, yeah, hivi za Kimarekani yes, kwa ajili ya maandalizi ya kutengeneza mafuta pale KCMC. Ilikuwa ni project ya kutengeneza mafuta pale KCMC, kwa sasa hivi ni tofauti kwa sababu sasa hivi hatujali tena kuhusu ile bajeti, tunajali upatikanaji wa mafuta katika kila bajeti ya halmashauri ya inatenga asilimia kadhaa kununua mafuta yale, ili kwa sababu kama unakumbuka sisi tulifanya sensa, sasa hivi serikali ina, ina idadi ya, ya watu wenye ualbino katika kila maeneo. Ina maana hata ununuzi wa mafuta yale yatanunulika katika yale maeneo ambao unaona kabisa kuna watu wenye ulemavu au wenye ualbino kiasi gani, na wanaweza wakayafikia, yakawafikia mafuta yes. U uliposikia kwamba umoja wa mataifa umeamua kufanya mwaka huu maadhimisho ya ukuzaji wa uelewa kuhusu ama kuelimisha jamii kuhusu ualbino wamechagua kujielekeza kwenye saratani ya ngozi mm. na upatikanaji wa mafuta ya ngozi kwa ajili ya watu wenye ualbino umeichukulia je hiyo nimeichukulia very positive kwa sababu uh, uhai wa mtu mwenye ualbino mm. ni kuwa na afya njema na afya njema ni vipi, kinachofanya sisi tu tu face haraka sana ni saratani ya ngozi. Na watu wa Tanzania watakumbuka hata albino fulani ambaye alikuwa anaishi Marekani lakini aliweza kufa na kansa ya ngozi, saratani ya ngozi hmm. Kwa hiyo ina maana hili ni tatizo kubwa sana, na idadi kubwa ya watu wenye ualbino wengi hawafiki miaka fulani, wanaangaika na masuala ya saratani ya ngozi kwa. Kwa dunia sasa kuona hili tatizo kwamba ni kubwa na kuweza kujiwekeza katika hilo eneo kwangu mimi ni fursa nzuri, kama mtu ambaye au mkurugenzi ambaye nina own NGO, maana yake sasa ni hatua nzuri ya sisi kukae chini kujua namna gani tunaweza kusaidia zaidi na kutoa elimu zaidi na namna gani ya watu wanaweza wakajilinda na saratani ya ngozi, ukiachana na mafuta lakini hata namna ya mavazi, namna wanavyovaa ili waweze kunusurika, sababu hata mafuta yenyewe yana upakaji wake na kuna muda mwingine unaweza ukasahau. Kwao mavazi ambayo unayovaa pia yanaweza ya, ya kukonsida wewe upate ya saratani ya ngozi. Kwa hiyo hii elimu inaenda ku nini? Yaani, sisi kama NGOs tunaweza kutoa elimu zaidi kwa watu wenye ualbino ili waweze kujilinda zaidi, ukiachana na maswala ya mafuta, lakini wao wenyewe katika mazingira yao ambao wanayotembea waanze kujua na kujali afya zao. Kwa hiyo naomba nipongeze dunia nzima au UN kwa kujali hilo jambo na kuweza kujielekeza katika maeneo ya saratani kwa sababu ni shida kubwa. Haiwezi kufanya kazi vizuri kama wana maradhi yale na Arnold, na naomba utembelee kwenye zile uh, hospitali za Ocean Road, utaona jinsi gani ambavyo kuna hospitali ya saratani pale Dar es Salaam Tanzania, ili uone ni namna gani saratani ya ngozi inatumaliza. Unaweza ukakuta mtu ame, amelika ile eneo lote saratani ya ngozi ko, ni, ni ugonjwa mkubwa sana kwa sisi watu, watu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba asante kwa sababu wameweza kujali afya zetu. Asante sana Keisha kwa kuzungumza asante. na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana. Karibu sana. Ay,